Hili ni swali ambalo mwenzetu ameuliza ah, ame kwamba kuna uhusiano gani wa vidonda vya tumbo ah, na mapigo ya moyo kwenda mbio. Kuna wengi wamekuwa na changamoto hii, na wengi wamekuwa kipima changamoto ya moyo na presha, akikuta hawana changamoto hizo, hii inatokana na vidonda vya tumbo. Sasa uhusiano uliopo ni kwamba hakuna ah, uhusiano wa moja kwa moja ambao wa vidonda wa vidonda vya tumbo na mapigo ya moyo kwenda mbio, lakini pia kuna sababu zile ambazo zinasababisha vidonda vya tumbo ya moyo kwenda mbio, kwanza ni matumizi ya dawa za antiacid na proton pump inhibitors. Hizi zote zinaweza zikasababisha mapigo ya moyo kwenda mbio, lakini pia upungufu wa damu, kwa sababu vidonda vinavyovuja damu vinaweza vikapelekea upungufu wa damu, lakini pia kuna msongo wa mawazo ambao tunasema ni stresi, pia inasababisha changamoto ya mapigo ya moyo kwenda Kwenda, kwenda mbio lakini pia kuna changamoto ya maumivu makali na wasiwasi wasi. Wengi wa vidonda vya tumbo wao wanapitia maumivu makali uh, na wasiwasi wasi. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vinapelekea hii changamoto. Kwa hiyo kama una changamoto ya vidonda vya tumbo na mapigo ya moyo kwenda mbio basi basi, uh, na umepima ukakuta hauna presha, una changamoto yoyote ya moyo, basi hakikisha unatibu vidonda uh, vya tumbo ili kuondokana na changamoto hiyo. Kama unahitaji ushauri wowote basi kwa ajili ya kushauri kuondokana na changamoto hii. Karibu, na Mungu akubariki.